hogo ina chemical inaitwa cyanide. Cyanide inaenda ukila, inaingia kwenye mwili, alafu hiyo ikiingia kwenye mwili, si inapita kwenye damu, damu inazunguka kila sehemu, ndio ina affect optic nerve, mishipa ya ufahamu ya macho. Kwa maana tatizo ni nyingi, sisi jinsi tunavyoishi, mihogo, pombe, sigara, ndio hiyo, ndio vyakula vyetu na maisha yetu ya Tanga. binafsi ya macho ni nyingi sana. Sisi kipekee kabisa kwa kushirikiana pamoja na, na, na, na wadau lakini pia na KSI, uh, Charitable Eye Center tumeweza kutoa hii huduma hii watu bila kujali uh, kipato chao au namna ya uchumi wao, lakini wote watapata huduma hizi huduma hizi bure. Kwa hiyo tuwatake wale walioko Tanga, lakini pia walioko majirani, walioko karibu na Tanga, iwe ni Korogo iwe ni Andeni iwe ni Mweza iwe ni Pangani, wasogee waweze kujipatia huduma hii na huduma hii itakuwa hapa kwa siku tatu mfululizo kuanzia leo, kesho pamoja na Jumatatu. Na huduma hii kama nilivyosema, itatolewa bure kabisa, na sisi kama Yas tutaendelea kushirikiana na jamii kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha mazingira kwenye jamii, lakini pia kuendelea kutoa huduma bora za kidigitali. Tunawashukuru sana Bilali Muslim kwa kushirikiana na Yas kwa kutupatia huduma hii ya kupima macho sababu na kupewa miwani kwa kweli mimi binafsi hili jambo limenifurahisha sana, kwa sababu sikuchukua muda mrefu, kwanza kuenda kwenye foleni, hatimaye kuonana na daktari, na mwisho wa siku nimeweza kupata huduma. Sasa wajitokeze tu, mambo ya hapa hana usumbufu, yaendea vizuri, vijana nafanya kazi vizuri, tunapata huduma nzuri, asikae tu nyumbani na magonjwa, au kumbe anaumwa.